Bwana Yesu asifiwe mm. Jina la Bwana libarikiwe, tunamshukuru mm. Mungu kutupa kibali siku ya leo mm. Na leo mada yetu niko ni kwa sababu ya zambi, leo tutaongelea kuhusu zambi. Nikizani kila mtu anajua zambi ni nini na kila mtu anajua efe ya zambi ni nini, lakini tuta ongelea zambi ili jinsi gani tunaweza kujiokoa na zambi kama vile sisi Wakristo, kwa sababu tukisema tumeisha kuwa Wakristo, haiko vizuri kama vile Mkristo kuishi katika maisha ya zambi. Mkristo anabidi aepukane na maisha ya zambi. Maisha ya zambi siyo halali kwa Mkristo maisha ya dhambi siyo halali kwa yule anayesema mimi ni Mkristo. Na jinsi gani tunaweza kuepukana na dhambi? Ni halali tuishi katika dhambi? Siyo halali kwa Mkristo kuishi katika dhambi. Mkristo ni mtu wa kukimbiana na dhambi. Mkristo ni mtu, sio mtu wa kusogelea dhambi. Na naongea waraka wa mtume Paulo, Warumi, Warumi sita, Warumi sita. Tunaanza kumi na nne. Warumi sita. Warumi sita, mstari wa 14. Ndio. Biblia nasema mm, kwa maana dhambi haita watawala ninyi. Amina. Kwa sababu hamwe chini ya sheria bali chini ya neema kwa sababu hatupo chini ya sheria bali chini ya neema. Kama tuko chini ya neema, hatustahili tena kuishi maisha ya dhambi, kwa maana Mtume Paulo anasema dhambi haitatutawala tena. Hatuko tena watu wa kutawaliwa na dhambi, kwa sababu neema tumita, tunatawaliwa na neema, na ndiyo maana haiko haki kwa sisi Wakristo leo tunajiita Wakristo tuishi katika maisha ya zambi, siyo halali. Lakini Wakristo wanaona kawaida kuishi katika mazingira ya zambi, lakini sio halali kwa Mkristo. Mkristo ni mtu wa kukimbia zambi. Mkristo ni mtu wa kuepukana na zambi. Amen. Kwa maana sio halali kwetu tena sisi wa Kristo tuishi katika zambi. Kwa maana tunajua mifano mingi ya zambi. Tunajua maisha mingi ya zambi. Hatuko hapa tena kuanza kusema zambi ni hili, zambi ni hili, zambi ni hili. Kwa maana kila mtu anajua zambi ni nini. Na kila mtu ndio ana ndani mwake anajua zambi gani anazo anazozitenda. Lakini siku ya leo nakuletea neno la Mungu linasema hatupashe kuishi tena katika chini ya zambi, kwa sababu hatuko tena chini ya sheria, tuko chini ya neema ya Mungu. Tuko chini ya neema ya Mungu. Endelea kumi na tano, tusikie mtume Paulo anasema nini. kumi na tano anasema ni nini? Basi tufanye dhambi, kwa sababu hatui chini ya sheria, bali chini ya neema? Pa, mtume Paulo anasema hivi, tuendelee kutenda zambi kwa sababu hatupo tena chini ya sheria kwa sababu tupo chini ya neema? Tuendelee kutenda zambi? Hasha! natafuta kusema nini? Soma hiki kitabu hiki hi, Kiswahili ndio napendelea sana ile, okay. kumi na tano. Mm, Biblia inasema ni nini basi? Tufanye dhambi kwa sababu hatui chini ya sheria bali chini ya neema? Hasha! Hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii. Amina, tuendelee mm -hmm utenda dhambi kwa sababu tuko chini ya neema? Mtume Paulo anasema hasha, hapana. Hatustahili tena kutenda dhambi, sio kwa sababu tuko chini ya neema. hmm. tuendelee kutenda dhambi? hmm. Hapana, hatustahili, hatuna mamlaka hiyo tena, hatuna kibali hicho tena. Kibali tunayo, tunaishi katika neema na hmm. kama tunaishi katika neema ni kukimbia dhambi, ni kuepukana na dhambi hmm. Kila mtu anajua vibaya anavyovitenda, lakini watu wengi wanatumia kusema hii dhambi inayofanya ni dhambi ndogo hmm. Na hii dhambi inayofanya kawaida kwa Mungu hakuna zambi kubwa na zambi ndogo. Mm. Zambi ni zambi. Anayeiba anatenda zambi, anayozini anatenda zambi, anayesema uongo anatenda zambi, anayefiti ana anafitina ndani mwake, huyo ni mtenda zambi. Hiyo ndiyo hali za zambi. Msharati, usharati, Bibilia inakatala hiyo ni zambi pia na kwa Mkristo vile vyote haviko tena ndani mwake, na ndiyo maana kila wakati najiuliza mm. kweli kama tumepewa uokovu, na kwa nini maisha yetu bado ingaliki na fanana kama vile zambi tu mm. maisha yetu bado zambi ingaliki na tawala ndani na kama tumeokoka, tumempokea Yesu Kristo mm. kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, hatuna haki tena ya kutenda zambi mm. Ni kukimbia zambi. Ndio wakati watu wanatenda zambi, kwa sababu ndani ya mahekalo tuna, tuna programu kusema, wakati wa msamaha anajua atenda kufanya vibaya na wakati atakuya atajitakasa na damu ya Yesu Kristo. Hapana, ukisoma Warumi ile mstari wa kumi na, Warumi sita mstari wa kumi na tano Mtume Paulo anasema ana, ilikuwa ulizwa anavyouliza yeah, tuendelee kutenda zambi kwa sababu tuko chini ya neema? Hapana, Mtume Paulo anasema hapana, hapana atupashe kuendelea tena kutenda zambi wengine wanasema hoo, oh, chini ya jua hakuna mtakatifu hapo, ndio kuna kia changamoto sana. Wanasema Bwana Yesu alisema chini ya jua hakuna mtakatifu mm. na kwa nini Biblia inasema sisi tuwe watakatifu mm. na Biblia inasema chini ya jua hakuna mtakatifu wakati tunasoma Biblia mm. inabidi tuelewe nini tunayosoma. Kwa nini Bwana Yesu na yule bwana tajiri mm. Yesu alimwambia, kwa nini unaniita mimi mwema? Bwana Yesu hakukua na nia ya kutafuta kujitukuza mm -hmm. Kujitukuza, kujionesha kama yeye maake, yeye ndiye ndiye yeye hapana. Na nakia kutelewa leo, Wakristo wanafanya makosa, anakupatia andiko anasema Biblia inasema mm hakuna -hmm. aliye mtakatifu chini ya jua, hapo unajidanganya huko najidanganya. Soma Biblia vizuri, ile andiko na kwa nini Yesu alisema hivyo mm. haiko kwa sababu wakati unatenda zambi, inakuwa andiko ya wewe kujidefend mm -hmm. kusema aseme oh, Biblia inasema chini ya jua hakuna mtakatifu mm -hmm. kama Biblia inasema chini ya jua kuna watakatifu, kwa nini sisi tunatafuta puwe, na sisi tunasema tu maana ya Mkristo, ndio pale tunakuwa tunajichanganya. Mkristo ni mtakatifu maake. mm. kama tunaitwa loo wa Kristo ni kwa sababu ya neno ya Kristo na Kristo ni utakaso, mtu aliyetakaswa mm? katika lugha ya Kigiriki unaona, mtu aliyetakaswa nio, wanasikia masihi katika Kiebrania wanasema masihi eh? mtakatifu lakini unajiita mkristo unatenda dhambi kisha baadaye unasema, ho, Bibilia inasema hakuna aliye mtakatifu chini ya jua? Hapana mm. maisha yetu kama vile wakristo ni kukimbia dhambi, tukimbie zinaa, tukimbie fitina, tukimbie roho, tukimbie majungu, tukimbie make, tamaa tamaa, istawale mioyo yetu Amen tuwe watu wenye mioyo safi, mioyo inayofunguka, mioyo ya amani, mioyo ya furaha. mm. Ndio tutampendeza muumba wetu. Lakini kama mioyo yetu bado ngaliki inabeba vitu vibaya, bado hatujakuwa sahihi na Bwana wa mabwana. Juu tuwe sahihi na Bwana wa mabwana inabidi tuukimie, tuachane na dhambi. Hatuko tena chini ya sheria. mm. Tuko chini ya neema. Neema haimaanishi twende kutenda dhambi, bali neema inakuja ina, ina kwa sababu tuishi maisha ya utakaso maisha ya utakaso karibu. yes. mm. tasoma tu kidogo katika kitabu cha Mathayo Amina. Mathayo tano mstari wa kumi na nne Biblia inasema Ninyi ni nuru ya ulimwengu, amen. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashita na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu wapate kuyaona matendo yenu mema wamtukuze Baba wow. yenu aliye wow. mbinguni Amen. Manake sisi kama Wakristo Biblia inatuambia kwamba matendo yetu inatakiwa kuvutia watu yeah. ili wamtukuze Bwana kupitia matendo yetu. Je, watu wanamtukuza Mungu wako kupitia matendo anayoyatenda? Watu wanamtukuza Mungu wako kazini kupitia tabia zako. Watu wanamtukuza Mungu wako kanisani kupitia uh, yale maisha ambayo unayo yaishi. Unajua, kuna mtu unaweza tu kuvutia mwingine kufuatana tu na yule naishi, unamvutia kumpeleka kwa Mungu bila hata kumhubiria, matendo tu. Ngizi tu natembea na Mungu ngizi unajikamata, ngizi unaongea, ngizi unaishi na watu, inafanya mtu aseme wow. Nataka nifanane huyo. Biblia nasema matendo yetu ivutie watu mpaka wafikie kumtukuza Mungu wako ambaye unamuabudu. unamu na ndio maana sikukate kauli Bwana, mm. Yesu Kristo, Yesu, Yesu akasema tutawatambua kwa matendo mm, kwa sababu hatujuane mioyo hatujuane mm, mioyo lakini kupitia matendo yako watu wanaweza kukutambua kwa sababu yale yanayokaa ndani ya moyo wako tunashuhudia ndani nje yako kupitia matendo yako yes. Kama ndani mwako mna hali mbaya mm, siamini kama matendo yako yanaweza kuwa mema mm. Matendo yako yatafatana, kufatana na jinsi ndani ya moyo wako mnavyoika yes. Kwa maana mtu ni ndani mm, mtu ndani na mtu anatoa kile kikiko ndani mwake yes. Kile kikinekaa ndani ya moyo wako, na ndio utapatia uta, uta, watu mm. Kama ndani mwako mnekaa vitu vibaya mnekaa uchafu utatoa uchafu mm. Kama ndani mwako mnekaa utakaso utatoa utakaso. Na ndio maana utakuta uangalie mtu, mtu mchafu wakati anatamka maneno utakuta mm. ndani ya maneno yake mko maneno maneno magumu magumu mabaya mabaya, maneno hayaleti utukufu mbele za Mungu mm. Lakini mtu ndani mwake mko safi kabisa, utasikia kauli iko na toa mm. ndani mwake inakuwa ni kauli moya ya kumtukuza Mungu mm -hmm. Na ndiyo maana na ndiyo maana Biblia inasema kwa matendo yetu mm -hmm. tunaweza kuwavuta wengine mm -hmm. kwa sababu hauwezi hata kuwa kuongea lakini kwa gisi unavyotenda mm -hmm. Nakupatia mfano ya Dorkas, ya, ya Dorkasi mm -hmm. Matendo yake ndio ilituma afufuliwe yes. Matendo yake yes. Matendo mema alifanya katika jiji mm hiyo -hmm. Ndio ilimfanya Dorkasi afufuliwe yes. Matendo aliyotenda aliwajali mayatima na, na, na, na maskini na wajane kuwashughulikia wale watu. Lakini wakati Dorkas alifariki kijiji likataa, mm, huyu mtu hatuwezi kumpoteza mm, kwa sababu alikuwa mtu wa baraka katika kijiji hicho yes. Akasema huyu mtu hatuwezi kumpoteza mm. Akawambia mwende mkamtafute Petro, na kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa uaminifu na Mungu mwenye haki mm. Aliona haki ya huyu mama inastahili, ilibidi Dorkasi afufuke. Oh, yes. Ilibidi yule mama afufuke mm. Kwa matendo aliyotenda, na ndio maana tuangalie sasa, siku za leo, matendo ya watu inaweza kuvutia watu ili wakamfate Kristo mm. Ndio kitu nape, tujiulize pale, matendo gani tunayoonyesha katika mataifa ni matendo ya kuwavuta wengine, kwa sababu hata Bwana Yesu Kristo kuna watu walimfata, sio kwa sababu ya ma, ma, ma, maneno aliyosema, kwa matendo aliyokuwa anatenda yeah. Wengine walimfata kwa matendo mm. Sio wote walimfata kwa sababu alihubiri tu mm, -mm. Lakini wengine walimfata kwa sababu alitenda maajabu yeah. Alitenda mambo makubwa, wengine wakamwamini Kristo kupitia mm. matendo sio Yes. tu kupitia mahubiri Kristo aliyohubiria mm. Na ndio maana matendo ya mtu ni ya muhimu sana ndani ya maisha ya jamii mm. Biblia nasema wakati tutakuwa mbele ya kiti cha enzi. Aseme matendo yetu ndio itatutangulia, akwanza, tutahukumiwa kwa nini? Matendo maanake, matendo ndo taanza <laughs> <Shiri, wazatu laughs> tutahukumiwa kwa nini? Kwa yale tunayotenda. Mm. Haya tunayoyatenda njo tutahukumiwa ndani, hatutahukumiwa kwa vitu hatukutenda tuhukumiwa, e? kwa haya tunayoyatenda, nini tunayotenda katika ulimwengu huyu, mm. tunafanya nini? Tunaishi je? Tunasaidia, tuna wajane, mayatima mm. e? tunasaidia wale watu wana kiu la kulisikia neno la Mungu mm. tunawaleta, tuna watu mbele za Mungu Watu, mm -hmm, a Tumwa, di, tunakimbiza watu mbele za Mungu, ndio mm. Tunakimbiza watu mbele za wa Mungu. Watu wasiomjua Mungu leo wanashindwa kumsogelea Mungu fatana na wale waliyetangulia, mm. Matendo yao haiende wa vizuri mm. Watu wengi wanashindwa ukitale, ukiambia mtu habari za, za, za, za, za, za ufalme wa Mungu, anaanza kuonyesha bwana fulani iko hivi tangole fulani aliookokaka bwana yabadilika mm inakuwa kama vile mtu mwingine anashindwa kusogea, anashindwa kumfuata Kristo, iko na ngalia mwingine, na Biblia nasema sisi tunabidi tuende na vutana, tuinuane. Sasa tunashindwa kuwainua watu bado wangaliki katika dunia mm. kuwaleta kwa Kristo, kwa sababu matendo yetu bado haijakuwa ushuhuda mbele zao yeah. matendo yetu hayakuwa ushuhuda. Ukiambia mtu habari za Kristo akwambia ah, Kuhu fulani wa taingia, tunajua lioko kaka, haya boy iko iko iko tu. mm. na ndio maana matendo yetu yanaweza kuwaokoa wa mataifa yanaweza kuwaokoa wa watu wengi sana, tukikuwa tuna make mambo ya Mungu aiombe nguvu mm. mambo ya Mungu aiombe ujanja, mambo ya Mungu wokovu aiombi mati kulazimisha mm. Ukovu inaomba kukua tu msafi mbele za Mungu, kunyenyekea mbele za Mungu nautaona mm. Kwa sababu wakati utanyenyekea mbele za Mungu, wakati utampenda Mungu mm. wakati utajua nini niko nafanya mbele za Mungu mm. utabadilika. Hatubadilike mm. kwa sababu hatujue tuko nafanya nini Watu, watu, watu, watu, watu wengi tunashindwa kubadilika na ndio maana tunashindwa kuwaleta watu mbele za Mungu. Mitume waliambiwa nendeni ulimwenguni mkawafanye, mm. watu kuwa wanafunzi. Yes. Kama mitume walitumwa kwenda kuwafanya watu wanafunzi, mitume wakatua, wakaacha kanisa kwa mm. sababu kanisa nayo iwalete watu wengine kwa Mungu. Amen. Ndio kazi ya kanisa hiyo Mbiswa kuwaleta watu kwa Mungu, lakini leo kanisa haiko katika lengo, kanisa haliko katika lengo layo. Kazi ya kanisa ni kuwaleta watu kwa Mungu, ndio kazi kubwa mitume waliachiwa kuwafanya watu. Yesu aliwaambia hivi, nendeni ulimwenguni mkawafanye watu kuwa wanafunzi wa Kristo. Mitume wakafanya wakati wao, wakayachia mamlaka kanisa wakachia mamlaka kanisa i. Sasa ikabakia kazi ya kanisa kuwaleta walio nje, ili kuwaleta kwa Kristo. Lakini dhambi inatawala, dhambi inatawala nafsi zetu, tunashindwa kuwaokoa watu kwa sababu ya tabia zetu mbaya. Tabia zetu zinawafungia watu wengine milango ukuigi ua kwa mtu mwingine anasubiria kaone maisha tusi anaishi yeye na Mungu ili apate naye kumfata Kristo, lakini Samuel iko na shudia kia iko nasubiria, mimi ni aone kwangu, akione atasema tuse ule ni leo taingia mm, makambini ma kule. Lakini mm, angaliki ule ule ayabadilika mm, akitamvutia kuja kwa Kristo Akita mvutia kuja kwa Kristo hata kusipokuhubiri mm, matendo yetu tawaleta watu kwa Kristo yeah. na ndio maana Wakristo inabidi tuwe na matendo ya ushuhuda mm, kwa maana tutahukumiwa kwa matendo yetu. tukishakuwa kuwa na matendo mabaya, maanake zambi inatawala ndani ya mioyo yetu yes. zambi tu inamchafua mwanadamu mm na zambi tu peke yake inayomkimbiza Mungu mbele za mwanadamu yes. Tuache ma, makauli zingine hatupashe kutumia kusema, hakuna mtakatifu sisi. Kama tuishajiita Mkristo, kama leo unajiita Mkristo, ujue wewe uishakua baadhi ya watakatifu, kwa maana Bibilia enyewe sema iko sema ombeeni watakatifu wa Mungu mm. Biblia inasema ombeeni watakati, wa, watakatifu wa Mungu gani? Wale waombe ni wale waliompokea Kristo, waliacha ya zamani, wakamfata Kristo. Okay. Ukishamfata Kristo umeamua kuacha yale yote, ushakuwa mtakatifu. Maake kama we unasema bado huko mtakatifu mutaka, huko maake, unajua zambi ngaliki mm. na tawala ndani ya nafsi yako, ndio maana ngaliki na Antonio asema hakuna aliye mtakatifu chini ya jua. Achana na hiyo maandiko, sio maandiko ya mtu anayemjua Mungu, anaweza kuwa anajidefend nayo sio hati, siyo hati, inabidi tubadilike, tumfuate Kristo kwa kweli, tuwachane na nyuma. Biblia, Paulo anasema ya kale ilikuwa ya kale, nimeisha kuwa mtu mpya. Amen eh, Paulo nimesha kuwa mtu mpya, ya kale ni ya kale. Hakuna mtu aliyeshuhudiwa vibaya mbibilia kama Paulo, lakini ni mtu aliokoa mataifa alileta mataifa kwa Mungu mm. Mungu alimpenda akamkubali. Kwa nini unadhania Mungu hawezi kukubali ukiachana na dhambi hizo, ukiacha moyo wako uwe safi? Amen, Mungu anakubali, bila shaka, bila kondisio, bila lawama, bila nini. Unaona, inabidi tubadilike na kanisa inabidi ifanye jukumu yayo. Kanisa inabidi ifanye jukumu yayo. Jukumu kanisa liliyoachiwa na, na mitume ni kuongeza watu, ni kuwaleta watu kwa Kristo. hmm. ni kuwaleta watu kwa Kristo, ndiyo kazi ya kanisa hiyo. Amen. Hii lotu na nashuhudia makanisa, sio ndio kazi ya kanisa. ni mm, tuko na shuhudia leo maseremoni na maseremoni makanisa, sio kazi ya kanisa. ni kuwaleta watu kwa Kristo, ndio jukumu kubwa ya kanisa. Mengine yote ni ya baadaye. Priority concern iko, kuwaleta ni, ni, tusome Biblia. mm. Yesu ambe aachane na mitume Nendeni ulimwenguni mkawafanya watu kuwa wanafunzi. Ndio neno kubwa, ndio assignment kubwa, amen, ndio kazi kubwa walipewa na wali, wali mm, walifanya walifanya. Wale wazee walikufa kwa sababu ya kazi waliyepewa, na wakati wazee walikufa, wakaliachia jukumu kanisa mm aliacha jukumu kanisa. Ndio kanisa za leo zinafanya hizo kazi, kanisa za leo zinafanya hiyo kazi haifanyi Bwana hmm? Yesu asifiwe. Basi neno letu la siku ya leo hilo, na Mungu atusaidie tupate kubadilika, pate kumpendeza Mungu, ni kitu cha muhimu sana na kabla hata tujite wa Kristo, namna gani? Na kabla tujampendeza Mungu, bado tungali kinafanya kazi bure, hivi ndio hmm. Nakuwa nasema bado tungali kinafanya kazi bure, umpendeze Mungu. Na kumpendeza Mungu inatokana na mtu binafsi. Kumpendeza Mungu haitokane wa kuombea waweni wengi, waonekana mtu binafsi ndio nilasema kukua na relaksio, na relaksio, na Mungu. Uhusiano mm, wako na Mungu unaikana namna gani? Na kama bado uhusiano wako na Mungu haujakaa vizuri, maana bado zambi ngali zinakutawala ndani mwako mm, ndio maana tuepuke zambi. Hatua ya kwanza ya okovu, hatua ya kwanza ya kubadilika ni kuepuka zambi Amen. Wakati unaachana na zambi unampatia Roho Mtakatifu nafasi ndani ya maisha yako. Wakati moyo wako bado ngaliki na chafuka, Roho wa Mungu hana nafasi. Hana nafasi. Inabidi moyo wako uwe safi, moyo wako utakaswe, moyo wako msue ila, ndani ya moyo wako msue lawama, ndani ya moyo wako msue fitina, ndani ya moyo wako msue roho mbaya, ndani ya moyo wako maki vile vyote vibaya vitoke ndani ya moyo wako, utampatia roho wa Mungu nafasi ndani ya moyo wako hmm. Bado vibaya vingaliki na ikanda ndani ya moyo wako au hmm. Roho wa Mungu ana nafasi ndani mwako. Na nyuma tutakuwa nenda makanisa kila siku tunarudia hatubadilikake, mm, kwa sababu mioyo yetu bado haijabadilika. Kubadilika sio kwa macho wala kwa mwili, kubadilika ndani ya moyo mm-hmm, kubadilika kubadilika. Mtu ameokoka lakini maisha yake ya kizamani bado ndio hiyo hiyo maisha anaishi ndani, mnamwona kila siku kanisani, kila siku kanisani, kila siku kanisani, lakini hajabadilika yule yule. Na nyuma anajiuliza mtu uh, mtu kila siku anaingiaka kila siku anaonekanaka kila siku kila wiki kila kitu iko, bona maneno yake ni magumu? mm. bona matendo yake ni magumu? kwa nini hmm? kwa nini Mungu atusamee. Mwasame sana. Ya tu... Mungu atusaidie sana. Tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo kwa kutupatia kibali ya siku ya leo mm. na Mungu tubariki, na Mungu atusamee. Tujitoe mbele za Mungu, kama tumekubali kuokoka tuokoke kabisa, kama tumekubali kumfuata Kristo tumfuate kweli. Tufungue mioyo yetu, mioyo yetu iwe safi, mioyo yetu isibebe mambo mabaya, mioyo yetu isibebe mambo magumu, mioyo yetu iwe safi, na tutauona utukufu wa Mungu ndani ya maisha yetu, mm. na Mungu atubariki Amen. Mm.